Yaani puu mwaka 2025, bwana, ubora umezingatiwa, ile kinomanoma, especially ukizungumzia swala la production kwa Best Magnetic Media, basi hapa ubora ndo ambapo unapatikana. Leo tuko ndani ya ukumbi wa Mirado maeneo ya Sinza. Hapa siku ya leo kuna tukio kubwa sana linafanyika, na kama kaida yetu Best Media, tumekuwa tukikuletea matukio tofauti tofauti ya harusi, send off, kitchen party. Kama jinsi ambavyo unaona inasomeka hapa, welcome Lucy send off siku ya leo bwana. Uh, dada Lucy yuko hapa kwa ajili ya kuandika historia ya send off kwenye maisha yake inawezekana ikawa ni mara ya kwanza lakini, Best Media tuko hapa kwa ajili ya kukuletea matukio yote, kila aina ya tukio ambalo linafanyika usiku wa leo, siku ya uh, tarehe 18 ya mwezi Novemba, basi utapata kwenda kulishuhudia kupitia youtube channel yetu ya Best Magnetic Media. Mimi naitwa Shapshuta, nikukaribishe sana ndugu yangu, karibu sana humu ndani pametarada ile kino noma, na hapa ni kwenye red carpet tu, sehemu ambayo wageni wanafika wanakuja hapa wanajiselfie wanajisnap na vitu kama hivyo, limradi tuweza kuweza kuhakikisha usiku wa Lucy unakwenda sawa, ama send off ya Lucy inaweza kwenda sawa. Mimi naitwa Sharp Shooter, hii ni Best Magnetic Media. Umependeza sana, asante na wewe pia. uh, asante sana. Vipi, unajisikiaje leo kuwepo katika send off ya Lucy ama usiku wa Lucy? Najisikia vizuri okay, kwa sababu kila mwanamke aliyezaa anapenda mtoto wake aolewe, na sisi tunamfurahia mwenzetu jinsi ambavyo kapata mwenza, anaondoka gelegele, basi kidogo <laughs> <laughs> mimi Lus ataniita mama mkubwa mm. Hatuwezi tukasema tukajisifu kwamba sisi tumemlea, ila hata sisi majirani za, zetu wamemlea, kwa sababu mtoto ni wa wengi. Akiwa tumboni ni wa kwako, lakini akitoka nje anakuwa ni wa watu wengi, kwa hiyo kwa vyovyote vile hata nyie watu mnaotuzunguka mmefanya kazi kubwa sana. Mmeona, sio? Kwa hiyo hatuwezi tukajitapa ni sisi, ila pamoja na Mungu. Pia baba yetu pia amekuja naye, p baba hey. Yupo katoka kidogo, yuko uani. Mama kwenye ndoa miaka mingapi? Takribani mimi na miaka Mungu 29, mwezi huu nitafikisha miaka 39 ya ndoa. Mungu abariki sana mama, miaka 39 ya ndoa, arobaini kasoro. Kijiji chochote hakikosi wakubwa. Bwana, wakubwa ndio ambao wanahakikisha busara, utulivu, hekima na heshima pia zinazingatiwa. Baba, shikamoo. Marhaba, Sijambo, Hongera sana kwa kupendeza. Na asante sana imechukua muda gani leo kuweza kuandaa hii uh, dress code kuanzia chini mpaka juu baba? Ah, muda mfupi tu kwa sababu nilishajiandaa siku nyingi. Okay. Sasa, unaitwa nani na unahusika vipi na Lucy? Mimi ni baba wa kijana anaoa. Anaoa. Bwana bwana, yeah. Kumbe huu ni ugeni kutoka ni kiumeni. Kabisa. Kiumeninabak <laughs> mm. So, wewe ni babake? Hapana, mimi ni baba babake mdogo. Baba mdogo ndo baba, mm, Mchaga. mm. Ah, sasa tumejiandaa kwa sababu na sisi tutawaumiza atakavyokuja kwenye harusi kesho kutu. Eh, kabisa. Bato inaendelea. Eh, yani hatari kuliko hatari kiufupi <laughs> kwa sababu maandalizi yalikuwa muda mrefu, tunaona kila kitu kitaenda vizuri, na tunaomba tuwatakie kila laheri haswa maharusi wetu. Kwanza tunaona makaribisho ni mazuri tunategemea mambo ni mazuri pia okay. Kwa hiyo na sisi na tutaandaa maandalizi yetu vizuri, tutakaribisha vizuri ili waanze vizuri, wakianza okay. Vizuri mambo atakuwa vizuri tu, to the end. Sawa sawa. -sa yeah. Wachaga, mimi naamini kuna tamaduni nyingi sana nyingi mno, hata ndafu ile sipo kwenye utamaduni yeah, ni moja. Hiyo ndafu, bila ndafu hamna sherehe. Zitakuwepo ndafu ngapi hiyo siku hiyo? Ziko ndafu sita mm, ng'ombe wawili. Kwa nini? Nataka watu wafurahi. Baba, shikamoo. Marhaba bwana. Sasa wewe unaitwa mzee nani, na uko hapa, usika wako siku wa leo upo kama nani? E, mi naitwa Malia, na mimi ni hapa... mimi ni baba wa kijana ambaye anatarajia Ishia ah, si bwana leo sasa hapa sasa nimefika kwa baba mkwe. Mwenye baba njoo bwana usikilie bwana <laughs> kidogo tu baba, baba, kwanza ongera sana. Asante sana. Bwana, huyu ndo baba yetu ambaye Lucy anaolewa na mwanaye, yaani huyu ndo baba mkwe wa Lucy. Yaani pasipokuwepo yeye, leo litukio leo lisingekuwepo. Baba ongera sana kwa hili, nashukuru bwana. Naomba nifahamu jinsi ambavyo mmejiandaa, kwa sababu naamini kabisa kwako naweza kupata mipango yote halisi. Mmejiandaje kumpokea Lucy kwenye familia yenu? Kwa kweli tumejipanga vizuri na ninaamini kila kitu kiko sawa. Tuko na mama mwenyewe ambaye huyu ni mama yake mzazi kabisa na Lucy. Mama, shukamoo maraba, hongera sana sana sana kwa tukio zima la usiku wa leo. Asante sana. Hii kwako inamaanisha nini kwenye maisha yako siku ya leo? Ah, inaimaanisha kwamba inamaanisha ni hatua nyingine katika maisha yangu. Okay. Ndiyo, ni hatua ya kipekee. Ndio. Sawa, labda pengine kuna mambo mengi sana ambayo labda pengine leo umekutana nayo hapa kama surprise, labda hukutegemea kama usiku wa leo utakuwa hivi. Lipi na lipi ambalo kwako limekuwa kidogo limekushangaza, ukutegemea? Ah, kwa tano ya watu imenishangaza maandalizi, marafiki zangu ambao tumepotezana muda mrefu, lakini katika kipindi hiki tuliweza kushirikiana kwa karibu, na katika ushirikiano huo basi ndio tumeweza kufanikisha jambo hili. mara ya ngapi mama kuozesha? Hii ni mara yangu ya kwanza kuozesha. Lucy ni mtoto wangu wa kwanza kuoa. ni mpango wa Mungu, wala sisi kama wazazi hakuna cha kujivunia, lakini tunamshukuru Mungu aliyemwezesha Lucy kufikia hatua hii. Ndio kikubwa ni kumtegemea Mungu. Tunaongea kidogo, lakini mingine tunamwachia Mungu anafanya Ndiyo. Wapare nyinyi ma bila shaka, hivi nilizungumza pia na wakwe zenu pia, yani upande wa mume wake mtarajiwa na Lucy akanambia kwamba sisi ni Wachaga, tuna tamaduni zetu, watarajia kukutana na ndafu sita siku hiyo na ng'ombe wawili siku ya harusi. Na upande wa Wachaga pia, labda kwa mfano, mkiwa mnauzesha, pia mna tamaduni zenu kama hizo? Tamaduni zetu asili yetu ya keki ni ndafu. Kwa hiyo ndafu ndio keki ya Kichaga, okay. ndio. Kwa nini mwendo wa ndafu? Ni mwendo wa ndafu bampa kwa bampa. Hapa tuko na muhusika aliyehakikisha sisi wote tunakutana ndani ya Mirado Hall. Hongera sana na umependeza mno. Asante sana, najisikia kumshukuru Roho Mtakatifu. okay. Kwa kuwa Mungu ni mwaminifu na ni mwaminifu, viwango vya kuaminiwa Uh, kwa sababu tulishakusha kumtanguliza kumwomba Roho Mtakatifu akaratibu ratiba zote, basi tutegemee mazuri na tutegemee kwamba tumeshaanza na Roho Mtakatifu na Mungu yuko upande wetu na kila kitu kitaenda vizuri, kwa sababu yeye ndiye aliyeratibu ratiba hii na aliandaa siku hii. Kwa hiyo mimi niko nimejiashiria mikononi mwake, ndiyo, na ninaamini kwamba ameniandalia watu ameniandalia uh, watu wote ambao wameshiriki hapa, ilikuwa ni kusudio la Mungu, ndiyo, asante. Sasa, hii ni hatua muhimu kabisa ambao unakwenda kuingia kwenye maisha yako si ndivyo? Ndio. Pengine labda unaweza ukaambia nini vijana wengine ambao labda, wanatamani wengine, wapo wanaoogopa, wewe tayari unakwenda kuingia, Mungu amebariki, unalipi la kuambia? Okay, nina neno moja tu la kwenye Bibilia linasema, mkabidhi Bwana njia zako mtumaini yeye naye atafanya. Sio lazima iwe tunavyopanga, kama sisi tulivyokuwa na mategemeo yetu, lakini pale tunapoweka imani yetu mbele ya Kristo basi ndipo neema yake na utukufu wake hujidhihirisha pale ambapo hatutarajii, pale ambapo akili zetu zimekwama, basi yeye ndo anachukua nafasi yake. Nimezungumza pia na baadhi ya wakwe zako, wanasema tunamkaribisha kwenye familia ya Kichaga huku, tunakuja kutafuta pesa. Uko tayari kwa ajili ya kutafuta pesa? Mwendo wa sasampati. <laughs>